Mwanamke ndiyo injini ya maendeleo ya jamii yoyote, kwa sababu yeye huona kisichoonekana kwa macho ya wengine, hukikuza na kukistawisha, hukifanya akifanikiwe. Na mwanamke furaha yake, kama nilivyowahi kusema mahali pengine, hujishughulisha sana kuona na kuona jamii inakuwa na furaha kuliko yeye. Mwanamke huweza kutambua vipaji mapema, kavilea, kavikuza na wakati mwingine haviui hata kama hicho kipaji kinataka kwenda pembeni, huishia kusikitika. Kwa hiyo mimi mwenyewe kama alivyosema naibu waziri, ametufundisha jambo kubwa sana. Mimi mwenyewe naweza kuwa naushuda, na ushuhuda namna ambavyo mwanamke amekuwa kiongozi kwenye maisha yangu. Kumbuka wakati nataka kugombea ubunge kwa mara ya kwanza kule Bukombe, tulikuwa na mkuu wa mkoa wa mwanamama. Ilikatokea tu akaniita, akaniambia njo, niambia mwanangu, kama unataka kugombea ubunge na nimesikia, kafanye hivi na hivi utashinda. Alafu akuishia hapo, akawa ananifuatilia mkuu wa mkoa, ziara nyingi, anakuja jimboni kwetu, ananiita ananiambia, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Da, nikajiuliza kati ya wengi, kwa nini amenichagua mimi? Fatuma Mwasa akawa mama yangu, nikaanza kumwita mama toka wakati ule <laughs> Nilipokuja bungeni, Mheshimiwa Spika akatupanga kwenye kamati, nikapangwa kwenye kamati ya nishati na madini kama mjumbe. Kikao cha kwanza tukakaa, cha pili, mwenyekiti wetu wa kamati alikuwa anaitwa Mheshimiwa Martha Mlata, tumeenda kunywa chai ya kanita, njoo kaniambia bwana, wewe, ninaona siku moja utakuwa mwenyekiti wa kamati yetu kabisa. Nikamshangaa, mwenyekiti ananiambia mimi nitakuwa mwenyekiti kwenye kamati ambayo yeye ni mwenyekiti. Haikupita muda, mwaka uliofuata nikawa mwenyekiti uli wa kamati ile. Akaniambia, nilikwambia. Baadaye nikateuliwa kuwa naibu waziri wa nishati wa, nishati wa madini nilivyofika sasa bahati mbaya huyo mtu yuko hapa, naona aibu kusema kiwee. Nikamkuta mwana mama wa shupavu Angela Jasmini Mbewa Kairuki, nikafanya ziara ya kwanza ya pili, akaniita njoo. Nakumbuka maneno aliyoniambia, akaniambia kwa kweli unaweza kuwa waziri, lakini punguza hiki na hiki na hiki Kwa unajua, na wakati pia una- unaenda mahali unazungumza, kumbe ananiangalia. Akaniambia, hiki kiache, ukikiacha hiki utashangaa, siku moja utakuwa waziri, utaniambia. Mwaka mmoja baadaye akaniachia wizara, akaenda ofisi ya waziri mkuu. Kao ulichokisema kuhusu mwanamke, mimi ni shuhuda, nikiona kwenye maisha yangu binafsi na naheshimu sana kwamba kile anachoweza kukiona mwanamke ni nadra sana mwanaume kukiona, na kwa sababu hiyo, jamii yetu tunao wajibu wa kumheshimu mwanamke kwanzia ngazi ya familia. Tujue kwamba mtoto wa kike anastahili kupewa heshima kama alivyo wa mtoto wa kiume.